Hata kama ungepewa siku kumi huwezi kuelewa ambaye huna akili, lakini mwenye akili. Haya maswala tumeshapewa leo na kamati ya uongozi imeshakaa, imekuja, sioni sababu ya kushindwa kuendelea na kujadili lingine. Mheshimiwa mwenyekiti, nimemsikia mtu, taarifa. Mwenyekiti nakushukuru sana, ndugu yangu, shemeji yangu Msukuma alishadeclare kwamba shule hajaenda sana kwa hata akipewa dakika mbili akapitia tu kichwa cha habari akaanza kuchangia taogelea tu, lakini watu wenye akili zao wanahitaji muda wa concentration. Watanzania wamemsikia mheshimiwa anayejiita shemeji yangu kwa kusema nisha declare mimi sijasoma. Ni bora ukasema mimi na darasa la saba kuliko kuwa na hivyo vyetu livyo navyo wakati akili una Mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kuzungumza haya maneno yanayozungumzwa humu ndani. Yote haya ni propaganda, kinacholengwa humu ni makinikia. Hawa watu wanachokitaka ni safari ya kurefusha mjadala, kwamba tusijadili hizi sheria, ili tukabanane na wazungu tulipwe pesa. Lengo lao ni kurefusha msafara, ili wakatafute cross cross kule moleno walikokuwa wanakaa Hatukubaliani nayo. Ngoma imeletwa, tupige leo hii tumalize. Nami nafahamu na na hawa wenzetu hawana uchungu na, na, na, na, na hii miswada mara nyingi hawana uchungu. Sisi wenzenu tulioumia tunatamani hata ingepigwa siku moja hii sheria ambayo inataka kwenda kumbana mzungu atulipe pesa, na mimi nashauri twende na ile ile slogani ya juzi kwamba hela zikitoka hawa tusiwape zije kwenye majimbo yetu, sisi wenye shida. Haiwezekani mtu anasimama hapa anazungumza, anasema wabunge tumekaa miezi mitatu tumechoka. Tumechoka kutafuta nini? na tunalipwa pesa tuongezwe hata wiki mbili, watu wenyewe njaa humu zimetuua humu, watu mkifukuzwa, mnatoa macho halafu unakuja kuanza kuzungumza vitu vya ajabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa nafikiria masuala haya uh, yaende kama yalivyopangwa na hakuna mambo ya kutishana kwamba kuna kibiti kuna nini. Mbunge anayezungumza amekuwa na tabia ya kuongea lugha ambazo sio za kibunge. Kama saizi anasema tumetoa macho, tunalia, na kwamba thank you na, na kwamba kuna watu wamehongwa morena, na yeye ndiye anayekaa morena. Sasa tungeomba ili bunge liwe na hadhi kama kuna watu wamechukua hela na ushahidi hawataje, maana sikai nati, anatishatisha watu hapa watu. Asante Mheshimiwa Msukuma, umeendelea, nakushukuru sana. Unajua waheshimiwa wabunge, spika anatuelekeza vizuri, huwa na tabia ya kuwasikiliza na wenzio, huwa tunavumilia. Wewe umesema tumekuwa bunge la vibogoo kutoa macho unaumia na, na kweli umewatoa macho, tunao hapa mkifukuzwa, mnavyotoa macho kule mtaani. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, swala la kuzungumza kukodoa macho, watu wamehongwa. Maneno yako tu na vitendo vyako vinazihirisha kwenye umma. Hivi kweli unategemea una hiyo serikali ya kuitoa system ya nyinyi mnaotetea wezi, stairi ya nyinyi mnaokataa kujadili kupata miswada ya kwenda kudai pesa zetu. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa na shauri tu kwamba hawa wenzetu hawako pamoja na sisi katika safari ya kuibadilisha Tanzania.